Tumeendelea ku, ku, ku, kufanya udhibiti wa maeneo yetu kwa kufanya doria katika maeneo yote, na kimsingi taarifa hizo ambazo tumeendelea kuzipokea kwa wananchi zimekuwa kieleza kwamba baadhi ya wa wahalifu wamejificha katika eh, maeneo mbalimbali katika mkoa wa Mwanza hasa maeneo ambayo ni mapango eh, hivyo basi jeshi la polisi tukaamua kufanya misaka, misako hiyo askari wa jeshi la polisi wameweza kufanya misako katika mapango kama ifuatavyo. Wameweza kupita wilaya ya Nyamagana na kufanya misako katika mapango ya Mkolani, katika maeneo ambayo yanaitwa mapango ya Utemini eh, mapango ya Mapankini katika mtaa wa Utemini, maeneo ya Buhongwa ambapo kuna mapango ya Kishira, mapango ambayo yanaitwa ya mapango ya Tanzanite. Lakini mapango ya, ya, ya ambayo yamekaguliwa tena ni mapango yaliyoko kule Isamilo ambapo kuna mapango yanaitwa ya mapango ya kwa Machemba, mapango yaliyoko Makoroboi. Kwa wilaya ya Ilemela, tumeweza kupita katika maeneo ya Kitangili ambapo tumefanya ukaguzi eh, na doria katika mapango yaliyopo eneo la ya Jiwe Kuu anaitwa maarufu mapango ya Jiwe Kuu, mapango ya Bwiru Ziwani, mapango ya Ibungilo pia askari wameweza kupita, lakini pia askari wamefanya doria katika msitu maarufu kwa jina la msitu wa Kawekamo. Maeneo mengine ambayo tumeyakagua ni mtaa wa Mahina, ambapo askari wetu wameweza kupita katika mapango yaliyoko karibu kabisa na shule ya msingi ya Mwando na pia askari wameweza kufika katika uh, mlima Pasua na maeneo ya Igoma Center. Katika misako hiyo, jumla ya watuhumiwa kumi na mbili wamekutwa wakiwa wamejificha katika hayo mapango wakiwa na vifurushi vya bangi. Watuhumiwa hao wanaendelea kuhojiwa ili waweze kusaidia upelelezi unaoendelea kufanywa na Jeshi la Polisi, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza. Eh, kufuatia tukio hili, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wanaojihusisha na uhalifu kuacha kufanya hivyo mara moja, kwa sababu jeshi letu litafika kila mahala katika kuhakikisha kwamba wahalifu wanafikiwa na huko aliko wanachukuliwa hatua. Maeneo yetu kijiografia, yani kiwa na maana mkoa wa Mwanza ni mkoa ambao una mawe makubwa, una mapango makubwa ambayo wakati mwingine tusipopita mara kwa mara kwa ajili ya doria, ni rahisi maeneo haya kuwepo watu ambao ni wahalifu wakajificha na wakaendeleza mipango yao ya kuja kufanya uhalifu sehemu zenye mikusanyiko ya, ya, ya watu. Kwa hiyo e, tumekuwa na doria za kushtukiza na za mara kwa mara katika maeneo hayo ambayo kihistoria, katika miaka ya nyuma pia yaliwahi kuwa Uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni sehemu za kujifichia wahalifu ambao wakati mwingine walijihusisha katika matukio makubwa ya kiwepo ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Lakini Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza kwa sasa limeendelea kuweka udhibiti wa maeneo hayo ili kuhakikisha kwamba hayaendelei kuwa maeneo ambayo ni maficho kwa ajili ya wahalifu. Haya mapango hayo yanatumika na vijana ambao wanajificha huku ambao wanatenda uhalifu kwenye haya mazingira kwa hiyo jeshi la polisi lilikuwa nakagua mazingira ili kuhakikisha usalama wa maeneo haya. Lakini pia na waasa na kuwasii wananchi wenzangu wa maeneo ya wa Nyamazobe wajaribu kuzingatia e, kanuni na taratibu za, za mazingira yetu. Lakini pia serikali limetoa agizo kwamba kuzingatia kutunza amani kwenye mazingira yetu haya. Kwao jeshi la polisi limefanya tu kitu cha muhimu ambacho ilikuwa ni kukagua haya mazingira e, na kuona usalama wa mazingira yetu yanakuwaje Kwao mi nawaasa wananchi wenzangu wazingatie kanuni na taratibu za sheria kama jeshi la polisi lilivyotutaka tujaribu kutunza amani ya nchi yetu katika maeneo yetu ya Nyamazoro. Wananchi wanaotembea katika mazingira tofauti tofauti, jioni, usiku, unapokume kwapuliwa, kibaka kaingia katika makorongo hayo, huwezi kumpata. Na tulikuwa tumewaomba jeshi la polisi kama kuna uwezekano wafanya utaratibu wa kulipua korongo hilo ambalo kwa chini lina, lina njia ili hata kiingia pale pengine mwana ukipigwa kibaka aweze kukamatwa. Kwa sababu ya makorongo hayo kibaka kiingia chini ya andaki, ila hawezi kupatikana. Na alishajaribu kupiga mabomu ya machozi ma, hawa wahalifu ambao wamekubufu hawakutoka.